Kote Afrika Mashariki, kifo cha kiongozi mkuu hakibebi tu siasa; hubeba kumbukumbu kumbu ya pamoja, umoja wa kitaifa, na tafakari ya kina ya tamaduni zetu. Hadithi hii yarudia namna Tanzania ilivyomuaga Rais John Pombe Magufuli, na sasa inaangazia jinsi Kenya na vyomwenzi Raila Amolo Odinga, gwiji wa siasa, kupitia taratibu za kitaifa na sauti za wananchi undugu wa Kenya na Tanzania huko pale pale. Ingawa walitoka mataifa mawili tofauti, njia walizotembea zilifanana. John Pombe Magufuli, mwana wa Tanzania, rais wa kazi, na Raila Amolo Odinga, mwana wa Kenya, baba wa demokrasia. Siku serikali ya Tanzania ilipotangaza kifo cha Rais John Pombe Magufuli mwaka 2021, taifa liliingia kwenye ukimya mzito. Nchi ikaangua kilio. Serikali ikatangaza siku ishirini na moja za maombolezo, bendera zikapepea nusu mlingoti. Mwili wake ulisafirishwa katika miji mbalimbali, Dodoma, Mwanza, Kigoma na Chato. Kila mji uliomboleza kwa lugha yake, lakini kwa uchungu ule ule. Magufuli aliagwa kama shujaa, si kwa heshima za kijeshi pekee, bali kwa machozi ya wananchi. Barabara zilijaa watu waliobeba mabango, wengine wakiwa na wimbo mmoja tu moyoni, Magufuli shujaa wa Tanzania. <todiculia> Wiki hii Kenya nayo imeingia katika siku za giza. Habari ya kifo cha Raila Amolo Odinga Jumatano tarehe 15 Oktoba 2025 ilisambaa kama radi. Mamilioni walilia, wakasema tumempoteza baba wa demokrasia. Mitandaoni, mitaani, maskanini hakukuwa na siasa wala mabishano. Kenya iliungana katika sauti moja ya maombolezo. Tunasema alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Viongozi wa ODM na wanasiasa wakiwa wamepigwa na butwa, baadhi wakisema hatukuwa tayari kumpoteza. Rais William Ruto akihutubia taifa Alitangaza siku saba za maombolezo ya kitaifa, bendera zikaamriwa nusu mlingoti. Ijumaa tarehe kumi na saba ikitangazwa kuwa likizo ya kitaifa, siku ya kumwomboleza baba wa demokrasia. Kwa heshima ya mchango wake katika siasa za Kenya, serikali imetangaza kumpa mazishi ya kitaifa kama ilivyokuwa Tanzania wakati wa msiba wa Magufuli. Hapa Kenya maelfu walijitokeza katika uwanja wa ndege wa kimataifa JKA kumlaki shujaa wao, wengine wakilia wakisema, tumeachwa mayatima. Baba ametuacha kabla ya kutimiza ndoto za Kenya. Viongozi wa serikali na wanasiasa wakiongozwa na Rais Ruto walipokea mwili wa Raila uliowasili kutoka India. Umati mkubwa uliandamana kutoka barabara ya Mombasa hadi uwanja wa Kasarani wakisema hawakuja kushuhudia tu kifo, walikuja kumuaga kihistoria. Katika uwanja huo, maafisa wa usalama walipambana kutuliza halaiki wengine wakizidiwa na hisia wakitaka kumwona baba kwa mara ya mwisho. Raila na Magufuli hawakukutana kwenye mipaka ya siasa, walikutana kwenye barabara za maendeleo. Wakati mmoja, Raila akiwa waziri wa barabara Kenya, Magufuli akiwa waziri wa ujenzi Tanzania. Hapo urafiki ulizaliwa, si urafiki wa madaraka bali wa maono. Na katika nyanja za siasa Raila ndiye kiongozi aliyewahi kuwa na mgombea mwenza mwanamke, sawa na Magufuli kuwa na rais wa sasa, Samia Suluhu, kama naibu wake, na atakwamba nitakuwa mwaminifu kwa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Lau Raila angeshinda urais wa elfu mbili ishirini na mbili basi, Martha Karua ambaye alikuwa ni naibu wake angekuwa rais wa sasa, kama alivyoapishwa Samia Suluhu mwaka elfu mbili ishirini na moja wawili hao walifariki nje ya mataifa yao wakipokea matibabu na habari za kifo zikishtua wananchi wao, vifo vyao vikitajwa kuwa vya ghafla mno. simwakenya mimi nakufa, lakini mimi nakufa kwa niaba ya Wakenya. Kwa hivyo walituonyesha njia. Magufuli alipigana na uvivu na Raila alipigana na udikteta. Walituacha mayatima, lakini hawakutuacha bila dira. Hii ni hadithi ya Afrika Mashariki, hadithi ya damu na dhamira. Majina yao yataendelea milele, si tu kwenye makaburi, bali kwenye mioyo ya wanaoitwa wananchi. Mimi ni Amina Chombo, na hii ni Mum's Boy Media.